Bandari ya Mombasa hii leo imepokea meli kubwa zaidi ya mizigo kuwahi kutia nanga kwenye bandari hiyo. Meli hiyo ambayo ina uwezo wa kubeba makasha elfu sita inaashiria kuongezeka kwa uwezo wa bandari ya Mombasa kupokea meli kubwa zaidi ya bidhaa. Aisha Mwajumla na kina cha taarifa hiyo. MV Clement Shalte ni meli yenye urefu wa kina cha mita 13.9 na yenye uwezo wa kubeba makasha elfu sita. Meli hii imeweza kufika katika bandari ya Mombasa kufuatia upanuzi uliofanywa mwaka 2013 kwa kuongezwa upana na urefu wa bandari. Kutokana na upanuzi huo, bandari ya Mombasa imeweza kuongeza uwezo wake wa utendakazi kwani mwaka uliopita iliweza kupata makasha milioni moja, na hatua hiyo imefungua milango ya biashara zaidi katika bandari hii. What is

Na bandari ya Lamu itakapokamilika basi Kenya itakuwa imejipatia fursa ya kuweza kupokea meli kubwa na nyingi zaidi kutoka kote ulimwenguni, kwani bandari hiyo na mradi wa Lapset kwa jumla unatarajiwa kuipa Kenya uwezo mkubwa katika sekta hiyo. Hii leo bandari ya Mombasa imepokea meli kubwa kabisa katika historia yake na ujio wa meli hii Clement Schulte unaonyesha wazi kwamba upanuzi wa bandari ya Mombasa haikuwa kazi bure. Aisha Mwajumla, Pwani TV katika bandari ya Mombasa.